Kwa majina naitwa Omar Muhammad Kambanga, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana tawi la Magoteni. Sisi viongozi wa Chama cha Mapinduzi wenyewe kwa wenyewe, ikiwemo uongozi wa kata hawako sahihi na uongozi wao, hilo naomba lishukue. Na wale uliowasema kwamba wanakuja kwenye kijiji hiki kujitangaza, hao viongozi wa kata hii ndio wanaokumbatia. Kwa hiyo naomba kwa maelezo hayo naomba unipe mwongozo unayosemwa kabla ya kufungwa bunge na baraza la madiwani. Hao wanaojitangaza kwa sasa hivi wameruhusiwa na nani? Kuna maneno yamekuwa akisemwa kwamba sisi viongozi wa wilaya kwamba kwa huja wanachama huku makada kuja kufanya mkutano huku kuomba kujitangaza kujinadi. Lakini maneno ambayo yanasemwa kwamba wametumwa na viongozi wa ngazi ya wilaya, kwa hiyo naomba niseme hao watu wanaokuja huku hawajatumwa na nani na wilaya sawa? Jamani, hawajatumwa na nani na wilaya. Na mimi na niwaase na makatibu wa matawi na makatibu wa kata, nyinyi ndio mnapokea hao wa watu. Tarehe kumi ya mwezi huu, Jumatatu, wiki Jumatatu ya nyuma, nilifanya kikao na makatibu wa chama wa kata na akaimu mkatibu hapa yupo, nitoa maelekezo hayo kwamba mnafanya makosa kuwapokea watu ambao sio viongozi na wakinasibu kwamba mtoka wilayani, na nikawazuia kwamba mkindana mambo hayo utakayopata ndio wewe mwenyewe katibu. Kweli sio kweli? kwa sawa. Kwa hiyo naomba bwana, tahadhari juu ya jambo hilo. Chama cha Mapinduzi kimewekwa utaratibu mzuri, tutumie fursa hii kujipanga katika kushinda. Na wakati mwingine ndio maana tunashindwa kwenye hizi ngazi za vitongoji na vijiji, kwa sababu tunaacha kujipanga kwenye ushindi tunaanza kulumbana wenyewe kwa wenyewe Amen. Leo hii kazi yetu sisi ni kuzitafuta kura za Daktari Samia Suluhu Hassan, ni kutafuta ushindi wa kishindo wa mgombea wetu wa urais, wa mgombea yeyote atakayepatikana wa ubunge, wa mgombea yeyote atakayepatikana wa udiwani. Ndio kazi tulionayo, lakini tunaacha kazi ya msingi kama hiyo wana sisi tunaanza kulumbana wenyewe kwa wenyewe. Makatibu mnaanza kuacha kazi zenu za ukurugenzi wa uchaguzi, mnaanza kuhangaika na watiania. Ndio maana nikamwambia hapa katibu wa vijana, ninazo taarifa zake toka jana, kabla sijafika, kwamba leo hatafika kwa sababu yeye anatumia pia hata pikipiki ya jumuiya ya Chama cha Mapinduzi kuhangaika na watiania wakati muda haujafanya nini haujafika sasa. Watu wa namna hii hatutawavumilia, kwa sababu wenye kuhitaji nafasi hizo wako wengi. Tunaweza tukamweka pembeni ili apumzike, ili atupishe sisi tuendelee na utaratibu mwingine. Na haya tunayasema kwa kumaanisha, mkoa wetu wa Ruvuma ni benki ya Chama cha Mapinduzi na tunaendelea kushikilia hivyo kwa namna ambavyo tunazingatia taratibu, kanuni na katiba ya chama chetu. Kwa hivyo mimi, ni wasihi sana nyinyi viongozi, mwangaza mashina, matawi na kata, ikitokea mtu anakusanyia wajumbe, muongee naye, mwambie hapana, sisi hatufiki vinginevyo itatugharimu Nadhani mwenyekiti wa chama wa kata umenielewa vizuri, katibu umenielewa na viongozi wengine.